Kwa mara ya kwanza wiki ya afya kitaifa inaadhimishwa nchi nzima kuanzia tarehe tatu hadi tarehe 8 Aprili 2025. Kitaifa, tukio hili linapambwa jijini Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center. Maadhimisho haya yanaambatana na huduma mbalimbali zikiwemo upimaji wa afya bila malipo, elimu na ushauri wa kitaalamu kliniki tembezi, mijadala ya kisayansi, maonesho ya mafanikio ya sekta ya afya na ubunifu wa kiteknolojia. Pia kutakuwa na burudani kwa jamii na matembezi ya pamoja yatakayoongozwa na wataalamu wa mazoezi ya viungo. Kilele cha maadhimisho haya ni tarehe 8 Aprili 2025, hapa jijini Dodoma katika ukumbi wa Jakaya Kikwete. Mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kiongozi aliyefanikisha mageuzi makubwa ya kihistoria kupitia uwekezaji mkubwa katika sekta ya afya hii isiyo ya kukosa. Karibu jipatie huduma bora za afya, elimu na ushauri wa kitaalamu. Jifunze kuhusu huduma mpya, teknolojia za kisasa na mbinu za kuimarisha na kuboresha afya yako na familia yako. Wiki ya afya ni yako, wiki ya afya ni kwa kila Mtanzania. Tulipotoka, tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya.